Pesa inatolewa na serikali kupewa maskini ya Mungu, huyu anayebebeshwa jukumu kubwa, inakatwa inaliwa. Ndio maana akataka, yuko tayari auwe. Unajiuliza, hichi cheo unakwenda nacho mpaka wapi? Akhera maanake, kuua kuua mwenzako, ndugu yako, lazima hicho cheo kiwe ina maana kubwa lakini wao inawatosha. Fisadi kula kula yake ya siku moja inamtosha. Ee, ndio maana leo ishirini ishirini waliingia kwenye madaraka kwa roho, kwa damu za watu. Tukasema sisi, hebu tukae nao tuitengeneze nchi hii, haifai sisi waungwana, sisi Waislamu, tukae tuitengeneze nchi hii. Tutagombana, tutauwana mpaka lini? Hawakukubali. Leo wanahangaika, kawaambia mazuri hapa, watu wameamka. Bahati mbaya wao kwao wao, wow. Bahati mbaya wana wa nchi wameamka, wako wanatapatapa, wako wana haha wako wamehumiwa, Mungu mama umewapata. Na sisi tunachowaambia, sijui watu wa shauri moyo, sijui watu wa amani, sisi tunachowaambia, ndugu zangu, huu ni mwaka wa kuinusuru Zanzibar. Ujinga ujinga huu sasa ni mwisho, ujinga ujinga huu sasa hatuwezi katika nchi yetu hili nalisema kila pahala. Hatuwezi katika nchi yetu sisi wongwana, tukaendeshwa na rais ambaye atapatikana kwa njia za wizi. Ama mko tayari rais leo aje apatikane kwa njia za wizi? Jamani, kuna namna ambayo naye hatakuwa mwizi? Tuendeshwe na rais mwizi, tutafika wapi? Leo mbunge akipatikana kwa njia ya wizi, huyu anakwenda kukutumikia wewe? Mwakilishi akipatikana kwa njia ya wizi, huyu atakwenda kukutumikia wewe? Ndio maana tunasema huu mwaka huu, waliozoea yakawatamkia haya sasa, basi haya sasa tena wenyewe wakipanga wakipangua, wanachopanga ni wizi. Ndio maana akasema mazuri, ngoma imelala ndugu zangu. Sisi tunakwenda kwenye uchaguzi huu, naomba uondoke hapa na roho yako iwe na amani. Kama hujafika amani, nenda kashauri moyo kama hujafika amani, nenda kashauri moyo, useme "ujinga ujinga" sasa basi, hatuwezi kupata rais kwa njia za wizi. Hayo basi, uende ukiwa na amani, sema sisi tunakwenda kwenye uchaguzi huu tukiwa washindi, tunakwenda kwenye uchaguzi huu sisi viongozi wetu tuna amani kwa na amani. Kama hujafika amani, wende ukafanye nini? Ukashauri moyo kwamba huu ni mwaka tunaingia tukiwa washindi. manenea Waswahili walitula ujinga siku nyingi, lakini mjinga akierevuka eh ndio ya mwaka huu, wanahangaika, wanapata shida. Wametula roho hawa, hawakujua kula na kipofu. Nasi hatukuwa vipofu, tulifumba macho ili mambo yaende tu eh? Walifikiria vipofu, tulifumba macho mambo yaende. Sasa macho tumeafungua, wanahangaika ila wakeja anasema, bwana kapata dawa wapi? Hatukupata dawa, tulifumba macho mambo yaende. Tumefahamiana ndugu zangu, ndio unasema hawa wameshindwa. Waliekwa kwa damu za watu, lakini yamewashinda miaka mitano. Ukiuliza, tumejenga barabara. Barabara umejenga kwa ufisadi huu umefanya kila kitu, kujenga kila kitu, kujenga ni kwa sababu katika hii kujenga, ndugu zangu, kuna ufisadi huu tunaueleza na, na hawaja hata siku moja, wanakwenda wakitunga uongo wao, mwingine wakijijibu wenyewe, hawajajibu hata mmoja.